Hakuna pahala au taarifa yoyote iliyotolewa na serikali yenyewe kwamba watu wasifanye shughuli zao au watu wafungiwe ndani. Hapana, lakini ile hofu ya watu kwa kile walichetana tarehe ishirini na tisa na hasara walioishuhudia hawakutaka kutoka. Kwa hiyo hasara zipo, kwa sababu akina mama ntilie kwa mfano, ambao wengi hutegemea kutoka ndo wapate mlo wao, hawakuuza hawakuuza na zinaweza e, kuja vizuri kama utajua idadi nzima ya watu katika mitaa yote ya Tanzania ambako e, e, chakula huwa kinauzwa. Lakini wenye maduka ya bidhaa mbalimbali hawakufungua hawakufungua hawa kwa hofu ya kukutikana na matatizo yaliyowakuta wakati ule tarehe ishirini na tisa. mm -hmm. Akogea kwamba ukatazwa kufungua maduka, lakini hawakuuza hawakuuza kabisa kwa sababu watu wenye maduka hawakufungua. Hiyo ilikuwa jambo jingine ambalo lilikuwa linatokea, lakini pia mahoteli hayakupika na hayakufungua, kwa hiyo ilikuwa ni sababu nyingine. Lakini ukiangalia wenye usafiri, kwa mfano wenye magari ya daladala katika miji mikubwa kama Mwanza na kadhalika, hata Dar es Salaam hayakutembea magari kabisa, ilikuwa linaonekana gari moja moja la mtu binafsi kwa hiyo kwa hiyo kwenye hasara bila shaka, nao pikipiki nao bodaboda ni wachache uh, wali waliopata wateja wakiwa barabarani, lakini pia nao ni wali wachache walijitokeza wali barabarani kutoa wa huduma za usafiri. Hili naloila kwa jambo nyingine, vituo vya mafuta hawakuuza kwa sababu hawakufungua na hakukuwa na magari inahitaji mafuta, bila shaka kwa sababu watu wengi wa wamefunga shughuli zao na mambo mengi mengine yasiyokuwa ya lazima sana. Biashara Ay... maduka makubwa na maduka madogo ya bidhaa ndogo ndogo kwa kiasi kubwa yalikuwa yamefungwa, na hata kama yangefunguliwa pengine yangepata wahudhuriaji wachache wa, wa wakuweza kununua. Masoko madogo na makubwa yote katika miji mikubwa hayakufunguliwa, na hata walifungua wengine walifungua, lakini hayakupata wateja wengi wa kuweza kumsaidia mtu kwamba akapata shughuli za siku kwa hiyo kulikuwa na mambo mengi ambayo yalisababisha liyo na na na hofu ilikuwepo katika mili ya watu fanya serikali kuhakikisha usalama, na kwa kweli usalama usio kama ulihakikishwa kwa kusemwa tu, ulihakikishwa kwa vitendo. Maana ulikuwa wana usalama wa kutosha, wakiwa wamejiani vya kutosha kukabiliana na jambo lolote, kuhakikisha kwamba hakuna mwananchi atakaingia kwenye tabu kutokana na hawa wafanya fujo au wanaojiita wandamanaji. Kwa hiyo mi nafikiri kwamba kulikuwa na shida, na hasara zimekuwa ni kubwa sababu katika hizo vitu kuna kodi za serikali ambazo zitakuwa hazikupatikana sababu watu wakufanya biashara zao, na kadhalika na, sababu lakini, kimsingi ni kwamba eh bila shaka serikali ya taarifa ile ya ya ile ya usani ya serikali au kiasi gani serikali ya Botswana, kwa watu lakini hasara ni kwa sababu ni kwa sababu sababu eh, acha bandari na sisi tunapo na ulinzi mkali kwa kwamba kuja vija vikitoka magari mengi yalikuwa ya pembei, badala ya magari yalikuwa na hofu, wenye magari nao walikuwa na hofu ya kuweza kutoa magari yao, pengine yakapata madhara huko, sianda kadhalika na hata madereva wao. Tarehe ishirini na tisa imeleta funzo kubwa kwa serikali na kwa watu binafsi na kwa walioshiriki, kwa majina yote watakaokuwa naitwa ni wahuni au waungwana wapuzi au waharibifu, lakini kwa vyote vile watakuwa wamepata ca kujifunza na wenyewe wametoa funzo ingine. Ukweli wa mambo wametoa funzo kwa serikali, kwanza utayari wa kukabiliana na mambo, lakini pengine baadhi ya madai na kadhalika, ni jambo gani pengine lifanyia, naweza ikaitumbukia nyongo. Kwa hiyo kuna kiwango kikubwa sana cha mafunzo kimepatikana kutokana na jambo lililotokea ishirini na tisa mwezi wa kumi na moja. Vurugu hazina tarehe wala hazina formula. Vurugu za leo zinaweza kuwa tofauti na vurugu za kesho, iwapo zitatokea upice mbali na za kesho, zinaweza kuwa tofauti za, zinaweza kuwa tofauti. Kwa hiyo kila siku lazima kutakuwa na mafunzo mapya na jambo jipya. Hakuna jambo la moja kwa moja ambalo unaweza ukasema serikali sasa isija ikija kama hivi ifanye hivi, hapana. Na suala la msingi ni kujifunza kitu kimoja, ni kuakisha kwamba mfujo kama hivi zipewe muda, zipewe sababu ya kutokea na zipewe njia ya kutokea na zipate uhalali wa kuwepo, na kadhalika na kadhalika. Nafikiri hiyo ndio jia kubwa zaidi, pengine kuliko jia zote ambazo zinazungumza.